Wana West Pokot. Pokot. Okay. Okay. Kuna tofauti ya kukua West Pokot na kukua Wana West Pokot. Tukishikana yeah. uh -huh. mm. Tutaenda hiyo ni wasanii. yeah. Tuliambiwa tu vizuri na wale mm -hmm. mababu ya mm -hmm. kwamba kidole kimoja akiwezi vunja aki chao kweli. yeah. Kwa hiyo mm -hmm. wewe unaweza fanya kitu mm -hmm. ukiongezea ujuzi wangu ama umaarufu fulani ambayo niko nao mm -hmm. itaongeza ladha fulani mm -hmm kwa mfano mzuri huo mm. Wimbo nimekuambia nilijaribu mm. kuutoa peke yangu mm -hmm. matokeo yakawaje? kaosema mbaya kabisa ya, sikuyapenda mm -hmm. baada ya kumshirikisha yule dada mm -hmm. nilihisi hata kama haijafika penye inafika, lakini somehow, kuna, mm -hmm. kuna utofauti. Kabisa changamoto ambazo tunazipata huku sisi kama wasanii ni kujiona wewe ni superstar, kivi yako. Uh -huh. <laughs> uh -huh. umefika umeshafika, nikikuongelesha kitu ni kama uh -huh kuwa mzigo kwako. Kuna msanii fulani ambaye nilitaka kumshirikisha kwa kwa hiyo wimbo wangu namba mbili, hiyo wimbo unaitwa Follow You. Tukaenda studio, tukatengeneza biti, ikawa ni tunakuja sasa kurekodi kuweka vocal, na nilikuwa nimemtafuta pia, sasa mi nika nikaweka vocals ambacho nilihitaji nisaidie ni ile tunaziita hard lips ama backups kuleta, kwa sababu nilijua ye ana uwezo. Nikarekodi verse yangu mm -hmm. Baada ya kumtafuta mm -hmm. kwanza tumekuwa studio ninamaliza mm -hmm. kurekodi verse yangu, simuoni, nashangaa, amekuwa hapa tu hapa amepotea vipi? Then namtafuta, baada ya kumpata mm -hmm. ana instead ya kuniekea backups mm -hmm. Alichofanya mm -hmm. alikuja kuweka vas yake, sina shida na vas yes. Vasi ambayo ameniwekea mm -hmm. ni vasi ya wimbo wake ambao ameurekodi. Yani yani, ame, ameona tu acha ni ajafanyia kazi yani, amekuja tu ameweka iishe. Kiukweli sikufurahi na sikumaliza hata hiyo kazi mm -hmm hata si kuchukua huyo wimbo mm -hmm. Nilisema penye mefikia hapo, wachia hapo, mnandai? Hapana, nami siwadai, nitatafuta mahali penye nitakubalika. Yaani unajua, msanii pia una uwezo, una uhuru wa kufanya, kwa sababu kazi ni yako mm -hmm. Nilichohisi pale ni kama nimelazimisha mm -hmm. mm -hmm. Unajua, mi napenda kitu moja, Alfamash. yes. Ni heri ni kuulize kitu uniambie haiwezekani e, ama kuna hivi na vile, ni kabisa, lakini usikubalie. Alafu ikifika huo wakati, ni kweli unaanza tena kama tunafuatana, inanivunja moyo ile ya, okay, ni sawa. Na mimi nilikubali, mm -hmm. na nikasema wacha nifanye, nitaifanya tu okay, okay. Alafu mimi wana, mimi wana, mimi wanaamini neno moja sana mm -hmm. e, mambo huyo hawafanyi kitu kuna sababu. Mm -hmm. for a reason yeah, mambo hayafanyi kitu Liovo. Pengine haikuwa nifanye naye okay. Baada ya hapo nilienda nikatafuta tu studio nyingine mm -hmm. na, na nikafanya mm -hmm. cha kushangaza lie nipewa backup ni, mm -hmm. ni produsa mm -hmm. wa hiyo studio akavisema, sasa sio msanii ni produsa msanii anaposikia kazi yenyewe anasema ama hata mjaiongea hiyo ni wimbo umesema ni ile inasema follow you. Yeah, inakua ah. somehow like, ya, yeah, inakiasi ile Kinaijeria. Kinaijeria hivu na nini. Yeah. So, okay. Tukirudi pale kidogo pale kwa ile hey. Swala lako la changamoto. Moto, ni, yes kumpa mwingine support, mm -hmm. Yani haipo kabisa, umeelezea haipo. Kama kwa mfano kama sasa kuna show fulani bomba sana, mm -hmm. inaenda kufanyika kesho kutwa, wasanii fulani wanajiita wakora fulani, mimi napenda kuwaita wakora fulani, wanaitwa Kora Empire. Hakuna watu nishai furahi kufanya kazi na, mm -hmm. hao, kama Kora Empire. Mm -hmm. hawana ubaguzi wowote, msanii mwingine kidogo ni kukatize msanii mm -hmm. na huyo mimi nitampigia kura actually. mm -hmm. si kwa ubaya na wasinielewe vibaya. mm huyo -hmm. ndio msanii, mimi wanampigia saluti kwa wasanii wote. mm -hmm. Okay, pengine wale kuna wale wakubwa, lakini wanaimba kiasili na mm -hmm. inaweza kuwa sielewi mm hiyo -hmm. kiasili mm -hmm. but kuna huyu msanii Lori Pose mm -hmm. ya mm -hmm. Pose yes. Si unajua Loripozi unafanya kazi nzuri sana na unajua Loripozi, kwa industry, hebu muimagine mtu kama huyo haoni, yani mm. haoni kama ni mzigo yote ukusaidia mm -hmm. hako pale, anakuambia hivi, fanya hivi, hata an alikuwa ananiambia sasa, wewe kaa chini panga polepole pole. Wewe unataka kuharakisha hmm. na haitafanyika venye natakana lori pozo mwenyewe aliniambia hivyo kabisa, na ni kweli. baada ya hiyo kazi kutokea nilifurahi, okay. nikaona imefanyikaje. nilikuwa na kukatiza pale nyuma nikikwambia kuna kazi nyingi ninazo hapa mm -hmm. ambazo labda sitaki kusema ni gani na gani, kwa sababu kama wao wenyewe hajakubali kutambulisha ni nani. kuna kazi hapa, kuanzia mwanzo, kuanzia kwa uandishi mm -hmm hadi kuweka backup, hadi kuandika verses. mm -hmm. ya wasanii fulani wakubwa Cora Empire waliandika yote full. mm -hmm. na sijawai, kwa sababu kuna wasanii wengi tushaifanya kazi ya, mm -hmm. Uh, manake na studio. So wasanii wanakuja ana, anaandikia anan, mwenzake wimbo wakati hiyo wimbo ina hiti mm -hmm. anaanza kujibia, hii ngoma ni yangu. Unaona nimefanyiwa hivyo, hii ngoma ni yangu, mpaka unajiuliza usuliandika, mbona mtu ameimba wa vizuri, wameitengeza imekuwa vizuri. So mimi napenda sana Cora Empire, kwa sababu kuna nyimbo mimi tu najua mimi na wao tunajua mm -hmm. kwamba hii ngoma waliandika, waliweza kwe, waliandika mpaka vas waliweka, ngoma ni hiti. Lakini hakuna siku washai kuja wakatwambia, cheki ni aje, sisi ndo tuliandika hizi ngoma, hata unajua, sisi ndo tuliandika, unajua hii ngoma sisi ndo tulianzia si, kwa bita. Ah, sijawahi sikia mimi nimefanyiwa hivyo, kwamba ngoma imekuwa safi. Mtu ameandika ngoma, alafu wakati imekuwa safi imekuwa ni yake. Tuliandika ngoma na msanii fulani ehe, mm -hmm. sitamtaja, yes, alafu ikafika wakati wa kurekodi mm -hmm. Hapatikani. Mm -hmm. Nikafuatilia fuatilia, fuatilia nikaambiwa ameenda sijui, kuna mtihani alikuwa nafanya ama sikuelewa, yani vitu vikakuja tu pale. Nikamuuliza sasa tushaunda biti. Mm -hmm. inakuaje? Mm -hmm. mimi ni rekodi. Mm -hmm. Mm -hmm. Hakunireply, si mimi nikakaa, nikaona basi, wacha ni rekodi wimbo wenyewe. yes, yes. Nikautoa. Mm -hmm. baada ya miezi kama minne mitano hivi. Mm -hmm. Maneni, nakuta ile verse ambayo yes. kusum, ilikuwa ni yake sababu hakupatikana. Sasa ilibidi tu nitumie vocal zangu kuweka verse ambayo ni yake. Baada ya uh, kitu kama miezi nne mitano, naona ameenda tena kutoa. Sasa same, same same, same exactly. Nikaona kuliko ilete vurugu na nini yes. mm -hmm. ile wimbo wangu hata sijawahi sijawai post ako okay. na nikoshua hata yakisikia na ningependa nikwambie, mm -hmm. Sitakutaja jina, lakini kazi haifanywi, yeah, hivo kazi haifanywi hivo. Kama unaona ni vigumu ndivyo mm. -hmm. niseme mwanzoni, niambie mm. -hmm. mi nitakuelewa, siwezi kulazimisha mm -hmm. lakini mstari yeah, vasi ni yako mm -hmm. but hauko mm -hmm. na nimekuambia nikushirikishe kwa wimbo si nikaona basi niimbo wimbo mwenyeke vasi hiyo nye yeah, ilikuwa ni yake sababu tulikuwa hadi tumeandika ambayo ni kazi yako dogo mmoja ameenda kutoa. Oh, ni yake nini, inaumiza. ina, ina na I think this pia utaweza kujifunza. I was uh, nilikuwa nafanya interview na Dovla Dilkan na Dovla nikaweza kumuuliza kuhusiana na uh, ideas na pia zile anasema ushauri kwa wasanii na akasema kuanzia sasa hivi kwa sababu haujui kesho yako, 22 seconds za kuaje, haujui ni ngoma gani itaweza kulipuka, jifunze tu kuwa na na na na, na, na, na uandishi na mtu kwamba sign tuna, tuna, tuna, tuna, tuna na wewe hapa kuna hii ni kazi yangu niliona mahali yes. kuna kuna interview niliona mahali yes. na huyo jamaa alikuwa anatuambia hayo maneno naambia, mm. kuna wakati Diamond Platinum, mm. alikuwa cotton raiser wa akina wanaitwaje hawa wa? P units hey, yes. P units exactly mm -hmm. kuna wakati Diamond washai kuwa cotton raise. raise show ya kina P, P units ni kweli sijui ni mwaka upi, lakini hebu niambie saizi saizi, sasa ni hao watu wawili nani yako wapi nani ndio nani? So tujifunze i think vile, mm -hmm. Umezungumza tujifunze, naona watu wameshaingia kwenye bunge tayari wamekaiti chini, State of the Nation 2025. Mm -hmm. Na msikilizaji tupo naye 22 seconds, tunazungumzia na masuala ambayo ni ya muhimu, that's what, what we say. Hata kama ni producer ameamua kufanya kazi bure, jifunze tu kwenda ku toa contract mahali useme, mm -hmm. Kweli producer saina hapa, umeamua hii kazi unanipatia ni yangu. Nini inasaidia baadaye? Kwa sababu wakati italipuka hivi mm -hmm. Es, hii ina shida na wasanii ambao ni chipukizi. Wale wasanii wakubwa wana shida uh, utapata hata tota, uh, Diamond Platinum alikuwa anazungumzia wakati wasanii wametoka kwake anakuambia, mm -hmm. Mimi ndio nilishiriki katika kutengeneza huu wimbo Sina shida kumsaidia, because anajua yeye ana ukubwa wake, huyu ana ukubwa wake, lakini hawa wasanii wachanga anakaa hivi kidogo, anajiuliza vipi, mbona hiyo wimbo ikuwe kali na ilikuwa yangu? Ni kweli vile unasema kama huu wimbo wa huyu kijana Mbosso, yes power power, si wimbo mkubwa sana mkubwa. Unajua Diamond aliusikia kiasi Halus, gani kutengeneza hiyo power. Nazungumza na watu hapa kwenye dondoza za sanaa na tunawaeleza kabisa. Umewahi kusikia mahali Diamond akisema